Tuelekee kaunti nambari mbili sasa ambapo kiwango cha misitu katika kaunti ya Kwale bado kiko chini licha ya juhudi zilizowekwa za kupanda miti. Mhifadhi mkuu wa misitu eneo la Pwani James Mburu amesema Kwale ina asilimia 5.7 ya misitu ambayo iko chini ikilinganishwa na idadi inayolengwa ya asilimia thelathini. Alikuwa akizungumza kwenye zoezi la kupanda mikoko eneo la Mwazaro, ambapo Mburu amewataka wa wakazi kuzidisha juhudi na ukuzaji wa miti hususan ile ya matunda. Zaidi ya miti elfu tano ya mikoko imepandwa katika eneo la Mwazaro hapa Lungalunga, kaunti ya Kwale, shughuli hiyo ikiongozwa na shirika la huduma kwa misitu nchini KFS, Plan international na We World, katika juhudi za kuafikia idadi ya miti inayopendekezwa na serikali. Kwa kweli ilikuwa wakati wa nyuma mikoko inakatwa kuwekwa mkaa, lakini kufikia mwaka ishirini 20 na 2022 mwaka ishirini na mbili sf tulivyoich kikamilifu, hapo tuliweza kudhibiti hali hii yote ya ulindaji mazingira, kwa sababu wale wenye mkaa, jamii zikienda kupanda mikoko vile wanavyosikia uchungu upanzi wa mikoko, basi hawawezi kukubali waache mtu kukata mikoko. Kwa hivyo tunakuwa kama su, kibinafsi ni wakati mzuri tuhifadhi uh, misitu yetu tuilinde, na tuweze kuiboresha kule ambako kuna changamoto kuhakikisha kwamba tunaenda na tunaondoa zile changamoto ili pia tuondoe masuala hayo ya ukame. Hata hivyo, kaunti ya Kwale imeonekana kujikokota katika kuongeza idadi ya miti ikiwa na asilimia tano nukta saba ya misitu kinyume na idadi inayopendekezwa ya asilimia thelathini. Mhifadhi mkuu wa misitu eneo la Pwani James Mburu akisisitiza ukuzaji wa miti mashambani. So, and, uh, we are going for what we call improved varieties. Kama grafted fruits, those are the ones which grow within a short time, na mtu ana harvest, and they are good quality. So those are some of the initiatives that we are doing. We have quite a number of partners ambao wamekuja kusaidia. Kwa hivyo tunashirikiana kwa karibu sana na Kenya Forest Service na ikiwezekana hata Kenya Kefri. Kwa hivyo tunategemea sana utafiti ambao wanafanya kutushauri sisi kama washikadau na kuhusu upande wa miti pia tunafanya nao kwa ukaribu sana kwa wao ndio wanatupa mwongozo kwamba tupande miti hii sehemu hii kwa wakati huu. Na kero la uchomaji makaa likitakiwa kutafutiwa suluhu kwa njia ya utafiti wa miti inayoweza kupandwa na kuvunwa kwa ajili hiyo, na kuwekwa sheria ya kudhibiti shughuli hizo, sasa vile iko so that is in place already we are going to start public participation in the next one week so this is aimed at regulating charcoal production so that is done in a commercial way and in a way that is sustainable bila the way it is done which is destructive to our environment ule mungololi ni mti mzuri sana wa makaa na unachukua muda mfupi sana kukomaa ardhi kule kunako katwa makaa ipo na hatusemi ya kwamba hiyo ardhi iwe ni ya serikali, vile unavyopandwa mvinje, vile unavyopandwa mkashorina, vile unavyopandwa eucalyptus, hata huo unaweza kupandwa na baada ya miezi mitatu minne ukavunwa kama makaa. Kwanza sheria iwe inakubali hivyo, alafu pili kuwe kumefanywa utafiti. Tunabali, tunalenga kubadilisha jamii kwa ujumla kimawazo, jinsi ya kutumia mali asili ambazo zipo, miti ambayo ipo, jinsi ya kuitumia kwa kwa available kwa, kwa uendelevu ama ile tunasema sustainable use of, uh, resources. Hilo ndio lengo kuu, alafu kupanda miti pia ni lengo moja wapo. Lawrence Nanga.